Na stori ambayo ni nzuri sana ambayo pia nao inaanzia grassroots, tunasema eh, ngazi ya chini mm. Hapa tunaye coach Gerson Malima ambaye mm. ni mwalimu wa michezo shule ya Lalaika la mm. Laalakir Manyara okay. Ambayo ipo kata ya Partimbo mm. wilaya ya Kiteto okay. Ni mwalimu ambaye ni mwalimu wa taaluma kwa shule hiyo ya msingi mm. Shule ambayo inafanya vizuri kwa hapo Manyara mm. mba, mba, ya Kiteto. Ni shule ambayo tunaona kwamba kwa yeye ametafuta, uh, mbinu mbadala kuwawezesha wanafunzi kuto kuchukia masomo mm. na kufurahia michezo mm. kwamba wapende masomo na kufurahia michezo. kwa hapo kuna baadhi ya wanafunzi ambao timu mbalimbali kwenye timu ya mpira wa miguu pamoja na mpira wa wavu tunasema kuna kina Lilian kuna kina Samuel. kwa sasa tukaone sasa mm. mbinu ambazo wanaweza kustumia mwalimu kuwawezesha mm. kina Eric, Miriam, Yudesta Samuel na Sima, Margaret pamoja na Lily kuweza kukubali michezo mm. na baada ya kuleta kufanya vizuri. Kwa hiyo mm. twende tukatazame video kadhaa baada hapo tutarejea. Dribble mm. dribble. Dribble dribble dribble then right. Dribble. Dribble dribble dribble dribble. Wewe well, stand up. You. Dribble dribble dribble dribble the ball. Dribble. Dribble. Dribble dribble dribble dribble the ball. Dribble.

Answer, answer question k kiukweli, hii ni jambo gumu kidogo ihliia faida. Hii ni nini faida? Kwanza kama hii hapa, kwanza mm. ni mwalimu ambaye mm. ameamua mw kutumia vifaa ambavyo anavyo mm. ama viko mbele yake mm. kutaka b baadaye kuja kuomba misaada kwa hapo baadaye, kaweza mm. kutumia viti kufanya dribbling ya kwenye mpira instead mm. of kutumia zile cons ambazo mm. wengi wanatumia za cons na mipira mingine, naona ni ya football yeah, mwa lakini la still kwamba yeye mm. acha kwamba tu wa, waweze kuzoea mm. kupata touch ya ule mpira mm. kwenye mpira wa cup. Nasema kwa hasa point guard ni ngumu, yaani ili uwe point guard nzuri lazima uweze ku dribble na kuangalia mbele, kujua unampa mm. mpira nani kwa mm. wakati gani mm. na mkono kushoto mm. umekuwa ni kipengele, yaani wengi sana atadribble kulia, wachache ambao mm. wanadribble na kulia sana kudribo kushoto ni zoezi ambayo, ee, faida ya kudribo kushoto ni nini? Ni kama mpira wa miguu kabia kulia ku, ku, ku, ku, una, unafunga huku kumbe unakuwa ni more ambapo <coughs> yule ambaye anadribo kulia tofauti na yani, unasikia mm. IK mm. hapo, kiufundi ni anatengeneza ule msingi ama uwezo wa kucontrol mpira kwa sababu mm. hata kwenye mpira wa miguu mm yani ball control ama ule uwezo wa kucontrol yani mpira ku kudribble kutembea nao yani huo unajengwa kwenye umri huu. Kwa hiyo, hapo anachokifanya ni kutengeneza ule uwezo wa kuzoea kudribble mpira, kwa sababu hata mimi, moja ya kitu ambacho kilinishinda kucheza basketball, kiachia mbali nani ufupi, yani kitu ambacho kilinishinda ni hiyo yani hiyo hmm. ability ama uwezo wa hiyo okay. Anachokuwa nikifanya naona kuna zoezi moja hapo ikapo ni gumu ana dribble kwa kushoto alafu kulia anadibu. Anadibu. kwa wanadibu. nini kuupa ku, ku, mkono yote miwili really, balansi ya kazi kwa muda mmoja, kwanza kule kwenye kuandika ambapo baada ya kuongea na coach Malima kwamba walikuwa wanapewa maswali labda kuna aina ngapi za pass? Ziko tatu, zitaje unaandika wa waziri wa sanaa na nani yaani kwenye ili kumpa ushapu wa darasani na ushapu wa nini hmm. sababu hii shule namena no, kwamba inafanya vizuri kwenye taaluma yao kwenye hmm. mwaka jana, mwaka juzi ni wastani wa A hmm. kwa hiyo kwamba ndio hiyo kwamba ni mwalimu pia wa taaluma, kaamua kutafuta hmm. njia mbadala hmm. wasichukie kusoma, wasichukie pia na mchezo.